Kioo cha Moyo. Katika kijiji tulivu cha Mkondo palikuwa na binti mmoja aitwaye Neema. Tangu utotoni, macho yake yalikuwa yamefunikwa na giza, lakini ulimwengu wake wa ndani uliangazwa na ndoto za ajabu. Kila usiku, Neema alikutana na kijana mmoja katika ulimwengu wake wa ndoto. Walicheka, walishirikiana siri, na mioyo yao ikawa imefungamana kwa upendo usioelezeka. Kijana huyo alikuwa na tabasamu la kupendeza na macho yaliyong'aa kama nyota, ingawa hakuwahi kumwona kwa uhalisia. Jina lake, katika ndoto zake, lilikuwa Baraka. Miaka ilipita, na uhusiano wao wa ndoto uliendelea kukua. Neema alitamani sana kumjua Baraka wake wa ndoto katika ulimwengu halisi, lakini alijua hilo ni jambo lisilowezekana. Wakati huo huo, katika jiji la mbali, Baraka halisi alikuwa mpiga picha mahiri, akitafuta msukumo wa mradi wake mpya. Hakuwahi kujua kuwa kuna nafsi nyingine inayomuota kila usiku. Siku moja, Baraka alifika kijijini Mkondo, akitafuta mandhari asilia kwa ajili ya picha zake. Alipokuwa akipita karibu na mto mdogo, alimwona binti mmoja amekaa peke yake ukingoni mwa mto, akitikisa miguu yake ndani ya maji na kuimba wimbo wa utulivu. Macho yake yalikuwa yamefumbwa, lakini uso wake ulikuwa umetulia, na nywele zake ndefu zilipeperushwa na upepo. Baraka alishikwa na butwaa, akihisi mvuto wa ajabu. Alinyoosha kamera yake na kupiga picha kadhaa kimya kimya. Neema, akiwa amezama katika hisia zake, alihisi uwepo wa mtu karibu naye. Harufu ya manukato ya kiume na sauti ya pumzi yake vilimtia wasiwasi, lakini pia vilimletea hisia za kufahamiana. Moyo wake ulidunda kwa kasi. Je, ye, ni yeye? alijiuliza. Ilikuwa ni sauti ile aliyoisikia ndotoni. Samahani, sikukusudia kukusumbua, Baraka alisema kwa upole, sauti yake ikiwa na kina cha kuelewa. Neema alishtuka kidogo, akatabasamu kwa unyenyekevu. Hakuna tatizo, alijibu. Walikaa kimya kwa muda, kila mmoja akihisi kitu kisichoelezeka. Neema alihisi msukumo mkubwa wa kumwambia kila kitu kuhusu ndoto zake, kuhusu Baraka wa ndotoni mwake, lakini hofu ya kuonekana mwenda wazimu au ya kuvuruga wakati huo mzuri ilimzuia. Baraka naye alihisi kama amemkuta malaika, lakini hakujua namna ya kuanzisha mazungumzo marefu zaidi na binti huyu mrembo mwenye macho yasiyomwona. Jua lilizama na Baraka akajiandaa kuondoka. Asante kwa fursa ya picha, alisema. Jina langu ni Baraka. Neema alishtuka, akamshika mkono kwa haraka. Neema alijibu, sauti yake ikitetemeka. Akamtazama kwa macho yake yaliyokuwa yamefunikwa na giza, akijaribu kumwona kupitia moyo wake. Walisimama pale kwa sekunde ndefu, mikono yao ikiwa imeshikana, mioyo yao ikipiga kwa kasi sawa. Walihisi uhusiano wa ajabu, lakini hakuna aliyethubutu kuvuka mipaka ya ukimya na kueleza hisia zao tata. Baraka aliondoka akimwacha Neema na maswali mengi kuliko majibu, na Neema akabaki na hisia kali ya kwamba amemkuta rafiki yake wa ndoto, lakini bila kujua jinsi ya kumweleza ukweli. Walibaki katika njia panda ya hatima, kila mmoja akihisi kuwa kuna zaidi ya kile wanachokijua.